Naendelea pia kuishukuru serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene kwa namna ambavyo walilionelea swala hili kwa uzito wa hali ya juu sana hadi kuweza kulibeba kama viongozi, lakini vilevile vile kama wazazi, wazazi wetu sisi kwa namna ambayo wao waliamua ni vyema waweze kulizingatia. Hivyo basi, uamuzi wa waziri kutukutanisha sisi na mawaziri kutoka wizara tatu na viongozi mbalimbali wa serikali ili tuweze kuona na kutanabaisha namna bora zaidi ambayo tunaweza kuiendea au kuifata ili tuweze kutatua changamoto hii na serikali iweze kuishughulikia changamoto hii ya ukosefu wa ajira kwa vijana wa Kitanzania hususan ni walimu, kwa kuzingatia falsafa ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani, falsafa ya foara, mheshimiwa waziri George Bonifasi Simbachawene aliweza kutukutanisha na wizara mbili ukijumlisha na wizara yake, jumla zinakuwa wizara tatu, na makatibu wakuu wake vilevile, viongozi wengine wa serikali kutoka wizara husika. Ah, tunaweza kusema kwamba falsafa hii imekuwa na tija kubwa sana kwetu, kwa sababu nafasi hii imekuwa ni ya kipekee. Tumeweza kujadiliana na serikali namna bora zaidi ambayo itasaidia na itakuwa imeleta afya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Changamoto zetu tuliweza kukutana na serikali hiyo jana na kuweza kuzibainisha vizuri kabisa, na mambo mengi yanaenda vizuri, na tunashukuru Mungu kwamba amezidi kutusimamia katika hili, na hatuna budi kusema asante hata kwa serikali pia hatujaramba asali asali hata mmoja hapa, kuna amba asali hata elfu moja hakuna, mbee ya ramba asali lakini, sasa sisi ni wasomi, hatutakiwi tu kulalamika mara kwa mara. Haya ndiyo tunalalamika eh, tuna mmepewa mmetoa hoja, mmeenda mmejibiwa kwa hoja. Tukumbuke kwamba sisi hii ndio swala sisi ndio tunaanzisha ile sakata, tumetoa hoja zetu, tumeitwa, tumejibiwa kwa hoja pia Lazima pia tu wavumilivu, sio swala kulamba asali. Ni swala wao, sisi tulikuja kisomi na wao wamekutuita kisomi, wamejenga hoja zetu, wamechukua hoja zetu na wao wame, wameleta hoja, wame hoja zao. Tumeona kuna haja ya, ya, ya, ya kusubiri hoja zao kwanza ambazo wamezitoa na kuzifanyia kazi, tuone baadaye nakuaje, lakini sio swala la, la kulamba asali. Hakuna lamba asali, mwenyekiti umelamba asali? Hakuna lamba asali hapa <laughs> jamani. Kwa hiyo lazima tu, tujue hilo kwamba tulikuja mwanzoni sisi tumekuja tena sisi hakuna haja ya kulamba asali. Sisi ni Watanzania wazelendo wenye mapenzi ya dhati na Watanzania wenzetu. Lakini pia tunafahamu maumivu ambayo e, maskini wenzetu wanapitia. Kwa hiyo ndugu wananeto msichukulie kwamba ni swala ya kulamba asali. Sisi ni wasomi. Hatutakiwi kuwa tunapinga kila kitu. Wanapotuletea hoja ya serikali, lazima sisi tukae kimya kusubilia hoja zao ziweze kufanya kazi. Hatuwezi kuwa tunapinga moja kwa moja, hilo sisi hatuwezi. sisi ni wasomi. Sisi sio chama cha kisiasa kwamba tuna, tunapinga hapana. Sisi ni wasomi, lazima tukae tuone kwamba hizi hoja wamezileta serikali, tuzikae tuzifanye kazi na tuzisikilize. Kwa hiyo nafikiria, ndugu mwandishi wa habari, hakuna asali hapa. Mungu shahidi. Tupo wote hatuna ajira vile vile. Wote hapa ni unemployed, hakuna aliyeajiriwa hapa. Mungu Mungu shahidi, hakuna hata mmoja aliyeajiriwa mimi. Nawapieni hivi, haki ya Mungu, hakuna aliyeajiriwa hapa. Ni maswala tu ya hoja, lazima tuweze kufanyaje kuelewana katika hilo.